Hivyo ukitekwa, unajisaidia mwenyewe, usitegemee serikali yao itakusaidia. Na kupitia mwenye huu wa uni, hawa maharamia wameteka meli nyingi sana za kibiashara. Sasa, mpaka hapo maharamia wakishawafikisha mateka kwenye pwani ya Somalia, wanafanya mawasiliano na wamiliki wa meli kisha kuomba kiasi kikubwa cha pesa wanachotaka, na kadri wanavyocheleweshwa kulipwa ndo wanazidi kuwa wakali na wanasimamia msimamo wao na pengine wanaongeza kabisa kiasi cha pesa wanachotaka, na sio ajabu kwao kuteka meli kwa miaka hata mitatu bila kuiachia pasipo malipo. Ilikuwa ni mwaka elfu mbili na kumi, maramia waliteka meli kubwa ya MV Iceberg One na wakaishikilia kwa miaka mitatu. Miaka hiyo ya mwaka elfu mbili hadi mwaka elfu mbili na kumi, kuna wauni wawili wa Somalia walikuwa na makundi hatari sana ya utekaji wa meli baharini. Mmoja alikuwa anaitwa Abshiri Abdulahi maarufu kama Boya na mwingine ni Muhammad Abdi Hassan maarufu kama Afwene. Ukiingia kwenye yanga za makundi ya hawa wazee wa kazi wawili, boya lakini sio boya kama wengine au Afwene ilikuwa uchomoki. Wamechafua sana hiyo bahari kwa kazi ya kiharamia. Meli zenyewe zikiwaona tu hawa miamba wawili zinajua safari imeishia hapo hapo. Hata movie ya Captain Phillips kwa wakali wa Matambara waliigiza ikiwa inatekwa kwenye ghuba ya Aden na iliigizwa kutokana na historia ya kweli ya meli iliyotekwa mwaka elfu mbili na tisa ambapo maharamia waliiteka MV Max Alabama. Kama uliona hiyo movie, ule ndo uhalisia wa hali iliyokuwepo ghuba ya Aden. Relax, nobody get hurt, no al qaeda here, just business. We want money, when we get paid everything gonna be okay Uh, America. <laughs> <laughs> yes! Ila kuanzia miaka elfu mbili na kumi kuja huku mbele, kampuni za meli zinazopita pwani ya Somalia na maeneo ya karibu ziliongeza ulinzi kwa kuajiri mercenaries. Hawa ni askari wa kulipwa au wa kukodishwa wenye mafunzo ya mapigano ya majini. Kwa lugha ya kikoloni tunaita navy na zikaweka msimamo nchi yoyote itakayozuia meli zao zisiende na hao mercenaries basi watasitisha safari. Za kesi za uharamia zimekuwa ni chache sana. Makundi ya kina Afuene na Boya yalisambaratishwa. Afuene yalikimbilia Belgium, baadaye elfu mbili na kumi yalikamatwa na kupelekwa jela. Boya nayo yalikamatwa Somalia. Angalau kwa sasa mizigo inapita kwa usalama katika ghuba ya Aden, na hivyo ndivyo makampuni mengi ya meli yalivyoweza kudhibiti uharamia katika ukanda huo. Endelea kutusikiliza na kutufuatilia. Usisahau kucoment, kushare, kulike. Asanteni.